Habari zenu watu wa baiskeli, mambo vipi? Fresh. Mimi kwa majina ninaitwa Mohammed Omar Kisima, ni mratibu wa Tanzania Red Cross mkoa wa Kilimanjaro. Kwa leo hii, tuko hapa Dar es Salaam kwenye ofisi ya makao makuu ya Red Cross Tanzania. Lengo la kufika hapa ni katika mojawapo ya vituo ambavyo tulikuwa tumeviandaa kufika, ikiwa katika safari yetu ya kuelekea kwenye maadhimisho ya Red Cross Day. Safari yetu imeanzia mkoani Kilimanjaro, tukapita Tanga tumepita Bagamoyo na sasa tuko hapa makao makuu ya Red Cross Tanzania hapa Mikocheni, na kesho tunategemea tutakwenda Morogoro, na baadaye tutakwenda Dodoma kwenye ambapo ndipo tutakapoenda kumalizia. Lakini madhumuni mazima ya safari yetu hii ni kufanya kuelekea maadhimisho ya Red Cross Day, lakini ndani ya maadhimisho hayo tunafanya uhamasishaji wa jamii, umuhimu na faida za uchangiaji wa damu umuhimu na faida za uboreshaji wa mazingira, lakini pia kuelimisha jamii kutambua thamani ya utu. Swali moja, hiyo safari yako unaweza kufanya la gari, kwa nini umechukua umechagua baiskeli? Nimechagua baiskeli kwa sababu baiskeli inaweza kuwafikia watu wengi mahali popote walipo. Ukipita kwa gari, mtu anaona ni kitu cha kawaida.